to bila kupoteza muda, twende leo. Nataka niwaelekeze wale wanafunzi ambao nakuta amechaguliwa na chuo zaidi ya kimoja yani, vyo vingi vimemchagua. Tunaita multiple selection. so, ili kwa yeye aendelee kuna na, na masomo yake ya kwenda chuoni lazima athibitishe chuo kimoja ambacho anakitaka. Umeona? Eh? Sababu unakuta mwanafunzi kachaguliwa na vyuo viwili vitatu vinne vitano, e, inatakiwa sasa yeye akonfirm chuo kimoja tu ili aweze kuendelea na masomo yake ya chuo. Akiacha hawezi kuwa admitted na chochote kile. Umeona? Kwa leo nitatoa elimu kidogo hapa kwa wanafunzi wale ma first year au ma newcomers waweze kuelewa kwamba ni namna gani ikiwa yeye kachaguliwa na vyuo vingi. Multiple selections. Atafanyaje ili aweze kuendelea na masomo yake? Cha kwanza kabisa, itatakiwa kwanza a login kwenye mfumo wa ola wa kile chuo ambacho anakipenda, yani a login kwenye ile account ambayo alitumia kuomba, kufanyia maombi ama applications. Umeona? Afu pale mle ndani kuna sehemu ataenda sehemu ya confirmation atathibitisha kwenye chuo husika. Umeona? Na kwenye kuthibitisha kuna zile kodi ambazo walitumiwa na TCU, kodi fulani za siri ambazo wanafunzi walitumiwa na TCU. Atazitumia zile pale zile, kuziingiza pale kwenye mfumo wa hicho chuo husika. Kama atakuwa hana, ata request pale, ata request new code. Kama atakuwa hana, hakutumiwa labda, ata request. Umeona? baada ya hapo, atakuwa sha accomplish a mission mpaka imwandikie pale kwamba confirmed, vinginevyo awasiliane na admission officer wa chuo husika ili aweze kumwelekeza nini cha kufanya. Lakini kwa haraka haraka njia ndo hii inayoelekeza okay, Twende hatua ya kwanza, inatakiwa aingie kwenye akaunti ya chuo husika. Mfano chuo gani? Mfano labda aliomba kwenye chuo cha CBE kum sauti na yudom yudizm, vyuo vingi vingi aliomba, tutakiwa achague chuo kimoja tu, ki tu akichague alogini ambacho yeye anakipenda forili from his or her heart, alogini. Mfano hapa tuangalie labda CBE mfano eh, College of Business Education CBE, ana login kwenye chuo husika. Akisha login atachagua campus hapa, afu then ataweka namba yake hapa ya ya form form, afu then ataweka password yake hapa chini, apa chiniaaapa nita pause kidogo, ili kuficha details, sababu some details they have to be hidden, so nita feature, afu then tutaendelea. Okay, tayari. So baada ya ku login kwenye chuo husika, hii hapa ni akaunti ya chuo cha CBE ukiona hapa chini unaambiwa, afu kwa chini yake wamekutafsiria kwamba, kwa, kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza waliochaguliwa kwenye chuo zaidi ya kimoja na kiwemo, tafadhali thibitisha udaili wako hapa. umeona. Utabonyeza hapa aidha kwenye confirmation au kwenye thibitisha. Ukisha confirm admission hapa, utachagua campus yako sana unataka hapa, kwa mfano kama Mbeya, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Mbeya. Utachagua mfano mfano Mbeya. Hapa utaweka namba yako ya mtihani ya form 4 ulio ni uli, uli, uli, uli, mwaka ambao ulimaliza shule ya form 4 shule ya sekondari. Utaweka namba yako ambayo ulifanyia mtihani huo mwaka, umeona hapo Yaani kwa kifupi ni ile namba ambayo ulitumia kufanya maombi ya chuo ya form 4. Hapa chini kwenye confirmation code utaweka namba ambayo umetumiwa na TCU. Namba ambayo TCU wamekutumia kama login code utaiweka hapa. Umeona? Kama haukutumiwa uta request confirmation code hapa. Umeona maandishi ya ki... kijani haya, ya kijani nafikiri sio kijani hiki. Blue blue, yes yes blue blue. Haya maandishi ya blue haya aautua utangiaaataka o i mtandao nasumbua Umeona? Kama ikitokea hujawa confirmed, itabidi wapigie simu chuo husika waweze kukuelekeza ni namna gani au ni kipi cha kufanya. Umeona? Hii hapa ni kwa wale wa CDE, kama ni uli apply ni vyuo vingi, labda una, unatamani una, una ubaki sauti labda au kuom ya Mbeya una si mbaya, unarudi tena hapa juu, unarudi hapa juu tena, unaandika hapa kuom login, unaandika kuom login, una log in hapo, kisha login hapa tafadhali hapa pia nitaficha utambulisho, lakini sizani kama kuna haja ya kuficha utambulisho hapo, kwa sababu kwa sababu hapa hapa awalogini kwa njia kwa nani, kwa kwa mfumo wa namba za form four moja, ninalie tu hapa, wanatumia emails. Yes, ita login hapo, kisha login hapa, utaenda kwenye Umeona, utaingia. Ukishaingia hapa, utakutana na uwanja kama huu hapa, huu afu utakutana na na kitu kama hichi hapa, hiki. Umeona kitu kama hichi, wanakuambia. Kwa mfano kama hapa, hii ni akaunti yangu niliofanya maombi kipindi kile, so niliombaga maombi, nafikiri nimeisave We are pleased to inform you that you have multiple admissions. Please confirm your place at KU in the Bachelor of Arts with Education, BaEd. Click here to confirm. Uta click hapa. Kukonfirm. hapa hapa uingize hapa zile kodi ambazo ulitumiwa na TCU. Kuna kodi natuma na TCU kwa njia SMS kwenye mfumo wa namba yako ya simu ambayo uliweka kule ama kwenye email. Ile kodi utaingiza; ukiingiza, utaklik here to confirm. Confirm Umeona? Nadhani mpaka hapo mmenielewa ndugu zangu. Kwa sababu mambo kama ni ya kitaaluma, usije ukakosea bure mwisho wa siku mbeleni huko ikawa jao. Unajua? So nafikiri kama mmenielewa ndugu zangu, mimi ni Elia mm, Madete na pale YouTube naitwa Madete TV tuko pale, so sawa kusubscribe kushare na kulike na kukommenti na kuita wadau wadau waweze kukusanyika kusanyika kwa wingi, na uwatumie video hii wale ambao hawana uelewa kuhusiana na kwamba ni jinsi gani wataweza kukonfirmu kwenye chuo chao husika, wa nadhani wakiona hii video watakuwa wamesaidika, okay? You are most welcome. Madete TV.